Video hii inahusu jinsi ya kuunganisha Deriv na MetaTrader 5. Deriv account na MetaTrader 5. Kwa hiyo nakuamba wezi kuna kanze mwanzo di. Mwisho hivyo uta login kwenye account yako, ukisha login, utakutana muonekano kama huu wa Deriv broker. Okay. Huu ndio muonekano wa Deriv na ukiangalia okay, hapa hizi ni akaunti zangu ambazo ninazo. Kuna hii standard na financial, kuna swap fee zero feed, yaani nilifungua mbili tu zero feed na standard. Kwa hiyo nitaunganisha hii akaunti ya zero speed pamoja na Meta Trader 5. Kwa hiyo hapa utabonyeza ulipoandika open, ukibonyeza ulipoandika open utaona details hapo. Kuna broker, ina maana hii ni jina la broker tukamtumia, Deriv.com Limited. Utaenda kusearch kule, alafu na server tutatumia Deriv demo pamoja na login, tutatumia ni hii, mbili sabasaba nshantatu sita. Kwa hiyo tutazikopi hapa kama ulivyoona, kuna kialama cha kukopi. Ukikopi itakuwa kuna clipboard ya simu, kwa hiyo utakopi utakopi broker name. Ili uweze kuunganisha na MetaTrader 5 lazima uweze kujua Uh, jina la broker server pamoja na log id pia nitabonyeza. Uh, ntakopi deriv demo hii ni server, okay. Afu ntakopi na login id hii login id tunaitumia kama uh, kitu cha kuweza kulogin kuliko na live ni kama username kwao. Nitaenda kufungua MetaTrader 5 okay. Nikifika kwenye metri ya 5 nitafungua kama hivyo. Ah, hii ndio metri ya 5 kama unavyoona hapo. Nitabonyeza kwenye hii menu kwenye hii baa tatu, nikibonyeza itafungua kama hivyo, hapo juu utaona umeandika manager accounts. Kwa hiyo nitabonyeza hapo manager account. Kwa hiyo nikibonyeza, utaona kuna hii account yangu FX Pro na kuna Just Market. Kwa hiyo nita add account nyingine, nitabonyeza hii alama kujumlisha Okay, uh, itafungua kama hivyo hapo, find broker sasa ndo tutaandika ile deriv.com limited. Kwayo niisha i-copy nita i-paste tu hapo, hiyo deriv.com limited hilo ndo jina la broker. Okay imetokea kama hiyo hapo, kama unavyoona kuna favicon ya d ni deriv. Kwa hii kwa hiyo uh, nitai hapo unaona nataka tuweke login login. Uh, utatumia ile, ile login id ambayo tulikopi kule, alafu server tutatumia hapa live demo kama tulishaona kule, lakini kuna hii server zingine kama utatumia live au utachagua server ambayo amkwambia. Kwa hiyo nitapaste hapa login id, login id ndio hii hapa ambayo password password utaiweka ile ambayo uliiweka ulipokuwa unatengeneza account yako. Kwa hiyo password yangu ndio hii, kisha nitabonyeza login. Nimeshakwisha okay, tayari kulogin kwenye account yangu. Kama unavyoona hapo balance ni USD 10. Kyo okay. Nikiangalia ni akaunti yangu inaonyesha tayari nimeshaiunganisha na MetaTrader 5 hapa, kilichobaki ni kuanza kufanya trade. Process hizi utazitumia pia hata kama utafungua live account, ni hivyo hivyo tu. Ukibonyeza kule open, kisha utaona details, utazicopy na utakuja kuzi uh, paste huku, utaweka password yako, tayari uta login kwenye MetaTrader 5. Kwa hiyo huu ndio muonekano wa MT5. Uh, thank you.